Uh, yes, Aruta continue ama mapambano bado yanaendelea, ni Simba Sports Club zidi ya Stade Maraine. Uh, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekwisha malizika na uh, mnyama mkali Simba Sports Club akiwa nyuma kwa bao uh, mbili, bwana James. Naam, naam, bali yako bwana. Asalama kabisa. Eh, tumeshuhudia hapa dakika 45 za kipindi uh, cha kwanza, mnyama mkali akiwa yupo nyuma kwa magoli mawili. Kwanza kabisa ongea kwa ufupi, umeonaje kipindi cha kwanza dakika 45 hizi? kipindi uh, cha kwanza mchezo ulikuwa mzuri, tumeshuhudia mchezo mzuri, timu zote mbili zikishambuliana, Simba akishambulia na Stade Malien akishambulia, ingawa Stade Malien kamwachia sana Simba miliki mpira, anatumia counter attack, lakini JMC, uh, Stade Malien anaonekana wakitumia sana mipira ya juu katika kufunga magoli yao, kwa sababu magoli yote mawili kuna namna fani kama imesababishwa na mipira ya juu, inaonyesha kwamba safu ya ulinzi ya Simba kama haipo Uh, makini vile leo vipi, unazungumzia japo, bwana James, uh, kuna ishu ya namna wanavyocheza Stade Malien. Nakumbuka mchana tulilizungumza ili na nitakwambia kwamba Stade Malien ni timu ambayo iko direct sana na haimiliki mpira, ndio maana ukiangalia imemwachia sana Simba kumiliki mpira. Pia wanatumia sana wings za ambapo kum... wanamtumia na, ei yes, yes. Um, nambari saba anatokea upande wa kulia afu kule wamemwongeza Musa Diallo ambaye wote wana mbio na nguvu za kutosha, na ukiangalia transition ya goal la kwanza alikuwa ni Musa Diallo akaingia akaweka cross kwa Kulibali akaingiza wakapata goal goal. kitu kitu kingine nilikwambia, nilikwambia Stade Malien anapenda kutumia kutumia free free kick kick mipira ah, mipira ya kutenga. James anatumia kona yote set pieces zote, na tumeshuhudia goal hapo, ni kitu ambacho umaki ni wa Simba kwa sababu ukimwangalia jamaa alifunga goli la kichwa ametoka mbali zaidi. Pia ukiangalia Simba akienda akienda kushambulia, nilizungumza kakuambia kwamba beki za pembeni Shomari Kapombe na nani Anthony Mligo atakiwa mmoja asiende, na ukiangalia wanateseka sana, yani wote mda wote wanaema mda wote kwao ni kitu ambacho timu imekosa balansi, ndio maana nilizungumza kwamba mechi na Mfai Yusuf Agoma, kocha angecheza na double pivot Yusuf Agoma, hata na Nabi Kamara, kitu ambacho Nabi Kamara angecheza timu, Kagoma angeendelea ku balance kwenye kukaba, lakini sijajua kocha alikuwa na mpango gani, ila iko hivyo. Stade Malien ni wazuri sana wakitokea pembeni, kitu ambacho kimewapa ofa nzuri, na nilizungumza hicho kwamba ni wazuri wanatumia wingers wao pembeni na ni wazuri kwenye mipira set pieces kabisa. Kwa hiyo iko hivyo. Tumeshuhudia pia Simba wakiwa wamepata nafasi kadhaa, kama sio nne basi ni tano. Kuna ile alipata mpanzo dakika za mapema kabisa, lakini pana nyingine pia alipata Joshua Budu Mutale, pia Selemani Mwalimu. Bado kuna tatizo katika uh, eneo la mwisho, kwa sababu nafasi wanapata, lakini namna ya kuzibadilisha kuwa magoli bado kuna changamoto. Bwana vipi hapo pa Mikaeli, bwana James, uh, kwa siku ya leo Simba? Yeah. Wanafika golini, wanafika sana, isipokuwa ukiangalia wanapofika kwenye final touch umakini umekosekana, utulivu umekosekana kabisa, sababu ukiangalia, Selemani Mwalimu anafika, kuna ile dakika ya pili pale mpanzo anapiga yeah. kevu ile Jean Chalea yeah. anashindwa kumalizia, ko utulivu umekosekana kwenye eneo la mbele la Simba ko, maybe second half, sijajua kocha atakuja na mpango gani, ila a, yupo pale Mkwala pia yupo Jonathan Soa murs Abraham. Kama mchambuzi unapelekeza awe kiwatu gani pale ili tuweze kubadilisha zile nafasi ziweze kuwa magoli, Bwana James. Uh, kwa mechi ilivyo kwanza inahitaji mabadiliko eneo la kiungo. Kwa mechi ilivyo, saizi, haimhitaji sana, haimhitaji sana. Yusuf Kagoma zaidi Alassane Kante kwa ajili ya kucheza mipira mingi kwa pasi, pia Moses Abraham mechi inamhitaji pia yeah. Jonathan Sowah. Kocha akiingiza hao hapo wote wote wana speed, sababu timu zote zimefunguka mienye inaonekana, ambapo utulivu tu ukipatikana Simba wanaanza kupata goli. ila mpango wao mpaka sasa umekamilika upo umewalipa ume mpaka saizi wa kutulia kwa acha Simba amiliki mpira na kutumia counter attack kama falsafa yao, wa ilivyo fasafyao, jinsi wapinzani wa Simba wakipata mpira, au wana kasi sana bwana, kuelekea langoni kwa Simba, hawana mambo mengi sana miguuni bwana, hivyo hata Simba wanastahili kukopi hiyo san. Uh, staili za uchezaji zina tofautiana, ila kama ataingia Abraham naye yeah, ni mchezaji ambaye ana mbio sababu mianya ipo, yani mianya ipo, mianya ipo isipokuwa tu tulivyo umekosekana eneo la mbele kwao mpaka sasa, kimewalipa ingawa wanashambulia, ila na wenyewe wanaachia mianya, isipokuwa simba tu akiongeza umakini, anza kupata goli. Ila mlima goli mbili ni mlima mrefu, inahitaji kujitoa jasho na damu, ni jasho na, na da, damu, do or die, kwa sababu goli mbili, utoke nyuma ya goli mbili, ni mlima mrefu kwa, kwa mechi ya leo kwao. Mpaka sasa kocha anahitaji kwanza afanye marekebisho hapo second half, wachezaji wa pambano wajue watapata nini. Asante sana Bwana James. Tutakutana tena hapa baada ya mpira au kumalizika ama baada ya kutamatika kwa dakika zote tisini. Bwana, tumekuwa tumemvamia hapa mchambuzi wetu hapo Bwana James ili tuweze kupokea mawili matatu kutokea kwake, na tutakutana tena hapa baada ya dakika 45 za kipindi cha pili. Asante.